Kwa jina naitwa Juma Saidi Mnere, ni technician kutoka kampuni ya Taifa Gas. Nimekuja hapa kwa ajili ya kufanya training kwa ajili ya matumizi ya gesi, na tumefanya installation yetu almost wa siku tatu, na tumlimaliza kwa ufanisi mzuri. Sasa tuko hapa kwa ajili ya kutoa training kwa ajili ya matumizi ili kuendelea na huduma za upikaji kwenye jiko tukianza upande wa ndani, afu tuje kwenye upande wa usalama. Kwa ili uweze kupika, ni lazima kwanza uzingatie hizi valves ziko wazi au haziko wazi, na lazima kwanza, kabla ya kupika, ukague mazingira ya jiko lako moja moja. Je, hayajafunguliwa? Sawa. Kwa hiyo ni muhimu kupita kwenye haya maeneo. Kwa hiyo ukishapita, ukijiridhisha kwamba hizi valves zote zimefungwa, kwao unafuata jiko halisia unataka kutumia. ni wakati ambao tunashukuru kwamba kwa, kwa namna ambavyo shule yetu inachukua na maendeleo ya kila siku tunapiga hatua kila itopo leo. Leo tunashukuru uwepo wa ndugu yetu mtaalam kutoka Taifa Gesi ambaye amekuja kuhakikisha kwamba shule yetu inakuwa na mfumo wa upikaji wa kutumia gesi. Na hii ni jitihada zote kuhakikisha kwamba tunaungana na serikali katika kuhakikisha kwamba tunatunza mazingira. Kwanza limekuwa ni takwa la serikali na tunashukuru uongozi wa juu akiwepo mkurugenzi wa shule yetu, ambapo aliweza kuitikia wito na kuanza kwanza kupunguza matumizi ya kuni kwa kuanza kutumia eh, kuni poa, lakini bado ameona haitoshi, tukabidi sasa tuingie tu, tuendeleze kwe, kupanua zaidi kuelekea katika utumiaji wa gesi, na siku ya leo tumezindua rasmi kabisa matumizi ya gesi katika shule yetu. Kwa hiyo sisi na kuni tumesema baibai bye bye. Na kwa sababu ni kiwanda na tunawafundisha watoto wetu, lazima tuwafundishe kwa vitendo namna gani ya kuweza kutii matakwa ya serikali na namna gani popote pale panapokuwa na faida, kwa sababu tunapoendelea kutumia gesi tutatunza mazingira yetu. Uh, kwa jina anaitwa Ones Wilson Muhanze, kama mpishi na niseme na namshukuru Mungu kwa hapa ambapo tumefika, tuwapongeze viongozi wetu kwa kutimiza matakwa ya serikali, lakini pia hii imetusaidia hata sisi sasa kufanya kazi kwa, kwa unafuu zaidi.